Alayhi wa ala wa alihi waashabihi wa man tabi'ahum afdalus salati wassalam, ana haki ya kusifiwa Allah subhanahu wataala, mwanzilishi wa siku na msifu na mtukuza Allah subhanahu wataala Mwenyezi Mungu ambaye anaondoa miezi na karne, natubia kwa Rabbul Izzati wal Jalal

Iwausia waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Manasara, nanywe Waislam, na kuusieni kuniokopa mimi mola wenu. Uislamu mtukufu, hakuna mtu ataingia peponi kwa kuruka abadan. Kuingia peponi naka sababu, ziko sababu. Bada rahmati min Allah tabaraka wa ta'ala, baada ya huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kafiri ataingia peponi hata kama duniani atakuwa liupata huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Islamu, ziko sababu alioziweka Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa muislamu ili ufike peponi. Hilo ni la kwanza kabisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake, yeyote atabadili kinyume cha Uislamu ya dini yake, falan yuqbala minhu, sitokubali Mwenyezi Mungu akatumia neno lizito, kamwe sikubali, akubaliwi. Yeye wa huwa fi akhirati min khasirin, na siku ya mwisho na kuhakikishieni, atakuwa katika kundi la walano hasara. Hivyo waislamu, hata umwabudu Mwenyezi Mungu adada sinin, miaka yote, haukuwa muislamu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hawezi kukuingiza peponi. Hilo aliweka musbahan fi dunia kumnadhiri hapa duniani. Kumbe mwanzo kabisa wa kuiwaza pepo lazima uwe Muislamu. Uislamu wahunaka sababu, na ziko sababu nyingi mno ambazo aliziweka ili muipate pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alijalia hapa duniani wawe watu wawili, jinsia mbili, wanawake na wanaume, na akajalia hata kuna wale ambao wanaweza wakapata ibtila mtiani au Mwenyezi Mungu akawa amewajalia akawa kutoka na sehemu mbili za siri, lakini yughallibu ukhra, Mwenyezi Mungu anajalia moja itafanya kazi zaidi ya nyingine, ili apate kukuhukumu dhakaran kana au untha, mwanamke wewe au mwanamume. Lakini kwenda huko na mbili zote haiwezekani, kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lazima akuweke kwa wanamume au akuweke kwa wanawake. ni kweli? mtu anaweza kazaliwa na sehemu za siri mbili, lakini kuna moja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia iweze kushinda nyingine. Hivyo kuna vingi ambavyo vilivyotokea duniani vikaonyesha hayo. Waislamu watukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimweka mwanamke iwe ni sababu ya kutufikisha sisi peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia huyu mwanamama mwana apate majina mengi na iwe ni sababu na njia ya kutufikisha huko katika ridwanullah tabaraka wa taala. Mama ni mwanamke, na hata dada yako ni mwanamke, na hata mke wako ni mwanamke, na hata wale maji wake za ndugu zako wao pia ni wanawake, na bibi yako pia ni mwanamke. Hawa wote hawa wana nafasi kubwa ndani ya Uislamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimweka mama achukue sehemu kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu akajalia mama iwe ni sababu ya kukufikisha moja kwa moja katika pepo, na hata mke pia ni sababu ya kukufikisha moja kwa moja katika pepo yako wewe. Ibadallah, ndugu zangu waumini, huyu mwanamke ambaye tunakwenda kumzungumza ndiye mama leo. Al ummu madrasatun idha aadataha, amesema Hafidhu Ibrahim. Al ummu madrasatun idha aadataha mama ni masomo, mama aliitwa masomo, idha adataha, lakini ukianda ukianda haya masomo, ukimwandaa huyu huyu binti ambaye unayo ye, huyu atakuwa mama, ndio atajenga society, atajenga jamii, na hii jamii itakuwa na malengo ambayo wao uliokuwa nayo. Ikiwa ni jamii ambayo ilikuwa ni ina fikra potovu, basi ufahamu ya kuwa huyu binti ataleta hivyo hivyo. wanamume tumepewa shughuli za kuwashughulikia, za kushughulikia familia zetu. Muda mrefu familia ziko na wakina mama huko nyumbani, hivyo wana athari kubwa, wana taathiri kubwa, wana uwezo mkubwa wa kubadili mambo katika jamii. Kwa hiyo mama huyu alikuwa ni masomo, lakini sharti ukiandaa adata shaban tayiban araq, umeandaa generation ambayo itakuwa na malengo makubwa tena msingi asasi itakuwa na msingi bora. Hivyo Waislamu, kuna haja ya sisi kumwandaa huyu mwanamke huyu mama huyu dada huyu mke wako wa mwingine, hawa ambao wametuzunguka, hawa ndio ambao watatufikisha katika ridwanullah tabaraka wa taala, ridhaa zake Allah subhanahu wa taala, rasulukum sallallahu alayhi wasallama

ulimwengu ukiwaimba lakini kuna mmoja akawatangulia Khadija bintu Khuwailid alimwita mtume akamwamini mtume akampa vyake mtume akajalia dawa kusonga mbele mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ikawa duniani anasikika kwa waislamu anasikika na kwa wasio kuwa waislamu hivyo hivyo anasikika Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alifika kwa Khadija anafika maka Mtume Muhammad Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama alivyofika Maka, wakamwambia tunakuwekea hema lako wapi? Akamwambia, niwekeni hema langu karibu na kaburi ya Khadija. Amesema hivyo mtunzi wa kitabu na eulmaksubu <tum> anakumbuka wema wa mke wake Khadija tu bintu Khuwailid, anakumbuka vingi sana Aisha tu bintu Siddiq, Aisha mtoto wa Siddiq Abu Bakr Siddiqatu bintu Siddiq

Niliolewa na e rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, naye mtume. Mimi sija sijakutana na mwanamume yeyote duniani, mimi bado bikra. Akasikia Fatima akahisi kuwa naguswa mama yake, mtoto wa Khadija, Fatima. Imamu Dhahabi anampa taarifu Fatima, anasema bidatu lmustafawiya ni kipande cha utume wake rasulullah sallallahu alayhi wasallama Wakad kanat shabihatn biabiha, alikuwa na mfanana baba yake mno. Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa wasalama akahisi kuwa mama yake anaguzwa. Ni kweli mama yake aliolewa na Mtume, kisha pita kwa wanamume wawili, ndoa zake zote si tatizo. Aliolewa na Aidhu, aliolewa na Atiq, wote hawa ni waume zake. Ni kweli aliolewa, alikuwa na mtoto mmoja rabib Huyu ni aliolelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mtoto wa mtume huyu, lakini mtoto wa Khadija min aiz kwa mwanamume mwingine. Ni kweli, lakini Fatima alivyosikia mazungumzo haya akahisi kuwa naelengwa ni mama yake. Fatima akhadha tadmau ainah, akalia Fatima. Mtume anaingia na mkuta Fatima analia. Ukitaka kumgusi mtume, ukitaka kum kumgusi kum mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mgusi. Fatima alitaka kuoa Ali ibn Abi Talib, akazisikia habari. Ni kweli ni sheria ndani ya umma, ni kweli ni sheria iko ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alivyozisikia hizi habari, rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwita Ali akamwambia, atakaye muudhi Fatima amenigusi mimi moja kwa moja ali ibn Abi Talib akalisikia neno la mtume muhamadun salallahu aleihi wasalama si kwamba alimkataza kuoa lakini anamuonesha njia nenda ukafanye maarifa tumia njia zako zote lakini akipata maudhi akiumia fatima nimenigusi moja kwa moja huyo ni, ni mwanangu huyo ndiye ambaye nimebaki naye fatima mtoto wa muhammadin salallahu aleihi wasalama mtume anaingia anamkuta fatima analia Akamwambia mayub kiki ya Fatima, kinachokuuliza ni kipi? Akamwambia mama amezungumza, ambaye ndiye mke wako Aisha anazungumza, ndiye wa kwanza kabisa aliolewa, bado hajagusi na mwanamume wowote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaambia, ya Fatima, ni kweli amezungumza kweli, lakini kumbuka mama yako nilimwoa, sijamgusi mwanamke yeyote duniani. Aisha akamtazama Mtume, leo vipi? Ulikuwa pamoja nami muda mrefu, ulinisapoti kwa mimi, leo unakwenda kabisa kwa mtu mzima ambaye kisha aondoka kitambo, vipi leo? Aisha anamtazama mume wake, Aisha tadma waina, analia Aisha kwa kusikia kauli ya Mtume. Yaruddu alaiya, anamjibu Aisha si kwamba tu nilikuoa wewe uko bikra, lakini kumbuka mama yake alinikuta mimi niko bikra hadhi bitilka kama umesema hivyo, na hili pia linamgusi Khadija Bintu Khuwailid. Fatima ananyamaza khati, khati, eh, Aisha analia. Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamweka Fatima anambembeleza anamsokeza, Aisha anambembeleza kwa kufuta machozi yake. Aisha hivyo ndivyo ilivyo, lakini mtazame Khadija anakumbukwa Aisha anazungumza sijampatia mtu wivu kama Khadija bintu Khuwailid kisha kufa kitambo. Huyo mke wa mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, nini alifanya? Akamwambia, nisikilize Fatima, nisikilize Aisha, aliniamini wakati watu wote wamenipinga, watu wote hakunitaka. Mke ana nafasi kubwa ndani ya ndani ya umma. Akikukana mke, basi ufahamu yakuwa yote yamekuisha. Waislamu watukufu, aliniamini. Haya ni maneno ya mtume. Watu wote walinipinga, baba yangu alinipinga. Abu Lahab alikuwa ni baba yangu, alinipinga kwa mimi si mtume. Makuraishi walinikanusha, lakini tulikuwa naye Khadija bintu Khuwaylid. Alinipa wakati watu walininima, walinipiga embargo, watu wa Maka, niliumia kulikweli, lakini alikuwa na mimi biashara zake, utajiri wake wote aliunipa mimi Khadijatu bintu Khuwailidi. Kupitia yeye na Uislamu ulizaga, mke wake Rasulullah sallallahu alayhi wasalama, alinipa watoto wakati sijapata watoto kwa mwingine. Alizungumza hayo had, mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasalama, Aisha, kilio kinazidi mtume. Anamwambia pakusa, lakini ndo reality ya mambo, ndio kweli. Huyo utakubali tu, huyu ni nani? Ni mke kisha anakuja mama ndani ya Uislamu. Mama ndiyo barabara pekee inakufikisha katika ridhaa yake Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna mama asiyokuwa mwanamke. Mama ni mwanamke tu. Anaandaliwa na wewe baba, anaandaliwa na wewe mama huyo. Hivyo Waislamu, mama yako aliandaliwa na baba yake, na baba yake aliandaliwa na mama yake. Ndivyo dira ya ulimwengu inavyokwenda mama huyu ambaye akiomba dua itakusibu, iwe ya kheri itakusibu, na hata kama itakuwa sio ya kheri itakusibu. Jarullahi Zamakhshari, huu ni msomi mkubwa. Ni kweli itikadi kuna kuna shawahidu kuna shida katika itikadi yake muhtazili, yunua ni muhtazili, Waislamu. Jarullahi Zamakhshari ni msomi katika ilmu tafsir, sio tu msomi katika ilmu tafsir wasomi wa lugha wote wanajifakharisha kupitia Jarullahi za Makhshari. Huyo ana kitabu Kashafu lkina, wasomi wadogo wadogo si vizuri kukisoma, lakini ni kitabu kinakupeleka katika tafsiri lugha, hili inakufidisha mno. Huyo msomi mkubwa, na ndiyo msomi mlemavu katika wasomi wakubwa wakubwa, na yeye yumo, Jarullahi za Makhshari. Nini sababu ya ulemavu wake? Mama yake Mama alimwona Jarullahi Zamakshari anamchukua ndege, mtoto wa ndege anamkata mguu wake, mtoto wa ndege anapiga kelele. Mama akakumbuka uchungu wa mzazi, akaomba dua, kafa Allahu rijlaka rijilaka, Mwenyezi Mungu asikufishi mpaka amekukata mguu. Jarullahi Zamakshari anasoma anasoma, akapindukia ulimwengu mzima ukamtambua uka ulimwengu wakiilimu ukamfahamu Jarullahi za Mashari. Waislamu, siku moja alijikuta anatoka mina ala naqatihi, anatoka katika kipandwa chake, anaanguka chini, mguu umekatika. Madaktari wanaingilia kati, kiongozi wa Waislamu mtibuni mpaka apate kuwa na hali yake ya kawaida, lakini haikuwezekana. Thumma amaru biqati rijlahu, wakaamrisha sasa, kateni mguu wake kama mtu ukata halak atafariki kwa sababu hakuna jinsi. Jarullahi zamakshan dua ya mama walivyoukata mguu, anautazama mguu wake uko pembeni, akamwambia nisikilizeni, nililitambua hili kama mie ntamaliza na mguu mmoja, aliniambia mzazi wangu. Hilo Waislamu, waheshimuni wazazi, wana nafasi kubwa, ni sababu zetu za kwenda peponi. Wazazi wawassaina alinsana biwalidaihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni Wfisaluhu fiamaili anishkurli waliwalidika ilay lmasir. Nimetoa amri alwasiyat minallah hiya lawamir ibada llah. Anatoa amri kutoka mbinguni, mnalazimika kutenda wema kwa wazazi wawili, ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Kisha akajua mtamjaji na kumuhoji, kwa nini amri nzito kama hiyo? Mwenyezi Mungu akasema, kumbukeni waliwabeba katika matumbo yao kwa udhaifu na mazito na, na simanzi wanabeba katika matumbo yao wazazi wenu. Sio hilo tu, nataka mnishukuru mimi kwa kukupeni wazazi ambao walikulindeni katika matumbo yao walikuhifadhini. Walikuwa na uwezo wa kusema sisi tutaepuka hizi hali, walisumbuka, wakala vile ambavyo havistahiki kuliwa Walikosa wali usingizi, walikuwa na uwezo wa kusema ana takhalatu minha, mimi natoa kabisa. Walikuwa nalo lakini hawakuweza kufanya. Sasa nasema madama hawakuweza kufanya ni neema kwenu, ndi shukuruni mimi niliwapa huyu ujasiri, watende wawe na misimamo kama hiyo. Kisha mwenyezi Mungu subhanahu wataala akamaliza na ya ya nishukuruni, ni mimi na wazazi wenu, kwangu ndo mtarejea. Mwenyezi Mungu hakusema marejeo ni kwangu, amesema kwangu ndo mtarejea, ni maneno mawili ya Kiswahili, tofauti ni kubwa kabisa kwa wale ambao walibobea katika ilmu ya lugha. Ila wiidik nishukuruni, ni mimi na wazazi wenu kwangu ndo mtarejea. Angesema marejeo ni kwangu, ulirejea nafasi tofauti, ukapita pita kisha ukamaliza kwa Mungu. Lakini alisema kwangu ndo mtarejea, mwanzo na mwisho ni kwangu mimi, Mola wenu. jarun majrurun fi mahalli khabar muqaddam qaddama almusnad ala almusnad ilayhi wa qaddama almahmula ala almawdu'i bi lughati almanatiqati aw nnuhati aw albalaghiyin hata yadkhul lhaufu fi lqulubi min alkhiyana, anakupa onyo Allah subhanahu wa taala. Uthubutu kutokutenda haki, uthubutu kutokufanya hilo ambalo nimekuamrisha, ujue kuwa kwangu ndo marejeo, ntakushughulikia ntaku ntakutekelezea yale ambayo wewe hutaki kuyaona. Allah subhanahu wa taala anakutia hofu

Wewe ni mmoja, huna mshirika. Muhammad mtoto wa Abdullah ni mja wako, pia mjumbe wako. Amani na salama zimiminikie Rasulullah sallallahu alaihi wasalama. Ndugu zangu, amini, mwanamke ni sababu zetu siyekwenda peponi. Akiwa mzuri atakupeleka peponi, na akiwa mbaya pia ni shida duniani na akhera. Hivyo ndivyo ilivyo na sunna ya ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama apatikane na kapatikana kwa mama bora, mama mzuri, Amina. Huyo ni mama yake Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama katika kabila la Bani Zuhra, Zuhriyu umman Hashimiyu aba, ni Zuhra mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kisha baba yake ni kutoka katika kabila la Hashimi. Hawa wazazi wawili ndio sababu ya ujio wake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mzazi mmoja alitoweka, akabaki mwingine akakutana na mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, kisha akaondoka wa huwa sahir, na ilhali mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallam bado mdogo. Mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallam akalelewa na wengine, kisha akamuoa Khadija. Alivyomoa Khadija, Khadija akawa amempa vyake vyote na akamwamini kabla ya walimwengu wote ya wanamume na wanawake. Ikawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi marhalati ula, awamu ya kwanza ya utume wake alikimbia, anamkimbia Jibril ambaye ametumwa na ay Allah subhanahu wa ta'ala, anamkimbia kwa Khadija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimemwona mtu ambaye sijawahi kumuona, kiumbe ambacho sijawahi kukiona. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na Khadija, kala wallah, na kuhakikishia, sio kwamba kile ambacho unakifikiria ni hivyo hapana. Kuna jambo linaendelea, wewe unaunga udugu, wewe una, wewe una mema unayoyafanya mengi katika mazuri unayo, ni tofauti. Khadija akampeleka kwa watu wazima, mtu ambaye ni mjomba wake, na Khadija alivyomfikisha kule, akasikiliza. Alivyosikiliza mtu mzima, akawa amesema, lau ningelikuwa kijana wakati wewe watakupinga walimwengu ningekutetea mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kivipi watanipinga mimi? Akasema, ndio watakupinga, lakini sio tu kukupinga, na hata kwenu watakuondoa. Mtume akashtushwa na hiyo kauli akasema, aw mukhrijiyahum, wananitoa kwa nyumbani kwetu Waka... akajibu ndio watakutoa. Mtume akahuzunika ah, Khadija akamweka katika kifua chake akamliwaza mme wake, akamuonesha ni jambo la kawaida, tuko wote, tutasapotiana. Mtume akarudi, hapo ndipo ikateremka sura ya tatu, waduha walaili idha saja. Mtume amesha kaza moyo kapewa taslia na nani? Naye Khadijatu bintu Kuwailidi, mwanamke ambaye ana jinsia ya kike, ambaye ni mke wake mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama, akamwambia nenda, huyo sio wa kawaida. Akapata wahi mara ya tatu, waduha walaili idha saja Ma wadaka rabbuka wa ma qala, Mwenyezi Mungu haja hajakuacha wala hajakuchukia, Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mtume tadhakkar, akakumbuka maneno ya Khadija. Ikoje kweli, linaambia kuwa si tatizo linanisibu, bali ni kuna jambo linaendelea kutoka katika malakuti al-a'la. thumma lamu ibada Allah annakum fi yawmi jumati sayyidil ayyam fa sallu fihi wa sallimu ala wslimu sayyidil anam dhil wajhil anwar wal jabin al-azhar